kawaida na rudi zake nyumbani ili familia yake pia vile vile iweze kusikia raha baada ya kuwa wamempokea, kwa sababu familia, yeye aliweza kuongea na familia, kwa sababu sipitali walikuwa hawana uwezo wa kumpasua mpaka familia yake ikubaliane na ile hali nzima ya kufanywa ile operation. Na hapo jana familia yake ilikubali na kutoa uh, ilitoa ile kauli ya kwamba yes you can go on with that operation. Hivyo basi ni dua tu, na Halima anaomba dua kutoka kwetu pia sisi, ili tuweze kumwekea dua ili process yote nzima iweze kufanikiwa na iende sahihi ama iende sawa sawa vile ambavyo inahitajika na arudi kwenye hali yake ya kawaida. So I hope you guys you remember this lady used to be called Halima ambaye alipatikana kwenye street za Saudi Arabia pamoja na mtoto wake, ambapo walikuwa wanalala nje, wanapigwa na jua na mvua, wakiwa wako nje wanatafuta msaada ili waweze kurudi zao Kenya, lakini wakabahatika na watu ambao na wasamaria wema ambao waliwapata na kuwarekode certain videos ambapo zilikuja kwenye mtandao. Na hapa kwenye KG Chipande tukaweza kuiweka ile video na nawashukuru sana, kwa sababu wengi wetu sana waliungana na ile video na wakaisambaza kwa wingi mpaka huyu msichana akaweza kupata msaada, akachukuliwa na kupelekwa kwenye embassy ya Kenya ili aweze kuregeshwa nyumbani. Lakini alipofika kwenye embassy ya Kenya baada ya kwamba ameng'ara vizuri kabisa, lakini akajulikana ama akatambulika, akawa ako na dalili za kwamba akona maradhi fulani ambayo ilimbidi aulizwe yeye kama yeye ili aongeleshe familia yake, kama familia yake itakubali, basi awezi kupelekwa hospitali ili atibiwe kabla hajachukuliwa kuregeshwa nyumbani, kwa sababu matibabu ambayo yalikuwa yanaonekana ndani ya uh, nani, Saudi Arabia yatakuwa na ubora ama yatakuwa na, na rahisi yani kwa masuala ya mazima ya fedha, wakati yeye mwenyewe alikuwa anajulikana wazi kabisa hana fedha za kutosha ambazo zingemfanya akenda akatibiwa wakati amerudi zake Kenya. Sasa jana ama alitoa habari ambapo ambapo alikuwa amekuandalia jamaa ambaye amsimamia, kwa sasa ambapo alikuwa hospitali, na akawa anatuelezea kisa na msanga mzima ambao ulimpata na kitu gani ambacho sasa kinaendelea na kitu gani ambacho sisi kama Wakenya tunatarajia kutoka kwa msichana wetu Halima. Tumsikilize. Asalimu. Mimi naitwa Halima wa Elimu ambaye niko hospitali kwa sasa, hospitali ya Shenesi. Inahitaji kufanyiwa oparesheni ya kichwa, sifanyiwi mambo na ki na operesheni ya kichwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na muhimu kabisa, anaomba dua zenu, mkumbuke kwa dua, wanaoswali wanaoomba, mkumbuke nyote kwa dua zenu, na operesheni inaweza fanyiwa kesho kama nishokua kama nilivyoambia, mpaka hapo ndipo sifanya operesheni ya kidini, ni operesheni ya kichwa, ikifikia hapo kwa So, ladies and gentlemen, kitu ambacho naweza nikasema sahii tumuombeeni sana, ama tumkumbuke huyu mwanamke ama huyu Halima kwa maombi yetu ya kila siku, kwa sababu brain tumor ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Brain tumor nikijaribu kuelezea kwa ufupi, kwa sababu nimejaribu kutafuta neno ambalo la Kiswahili ambalo linamaanisha brain tumor, lakini wameandika kama tumor ya ubongo, hivyo ndo wamesema. Na tumor ya ubongo kitu ambacho inamaanisha ni kwamba kuna certain kuna uvimbe flani kama cell fulani ambayo inamea kwenye akili ya mtu kwenye ubongo wa mtu, hivyo basi inasababisha mtu ana feel a certain pain, na zipo dalili nyingi ambazo mtu ni rahisi sana kujulikana ako na brain tumor, ambapo mimi na wewe tukilisikiliza na tukichukulia maanani, basi huenda ikawa ina grow ama ikawa hatuko nayo kwa ufupi, na kama hatuko nayo alhamdulillah, na kama itakuwa ina grow, basi tuchukue tamii, ili tuende kwa madaktari before ifike ile stage ambayo itakulazimisha ama itatulazimisha mpaka tutumie kisu ama kutumia kijembe ili kupasuliwa kichwa, kwa ili mradi itengenezwe ama ili mradi irekebishwe kwenye ubongo you know, ubongo ubongo. So brain tumor, a kitu ambacho kinaweza kukufanya ukagundua rahisi ni kichwa kuuma asubuhi asubuhi, in a way that inakuwa kama ina persist, inakuwa kama kila siku unapata, yani kichwa kinauma each and every time I especially a certain time ikifika, yani we wajua wezi kabisa kifika, kifika saa 8 kichwa cha uma, yaani wajua wezi kifika saa 2 asubuhi ambapo utakuwa unajua kabisa, ndo pale mtu atasema, ah, mimi nikifika saa fulani kichwa chonge choma. Sio sifa, ni moja ya dalili. Sisemi ya kwamba ukiwa sikia hivyo direct uko na brain tumor, lakini inamaanisha ni moja ya dalili ya ugonjwa ambao tunauita brain tumor, ambapo ni, nimesema kwamba ni uvimbe fulani ambao unakuwa ndani ya ubongo wako wewe kama binadamu. Saini nyingine ni ile kusahau sahau vitu mara kwa mara, kusahau sahau vitu kila wakati yani. Inasababishwa na nini? Ama ni moja ya dalili ya brain tumor. Sisemi kama unasahau vitu mara kwa mara, yani una brain tumor. No. What I mean is kwamba ni moja ya dalili ya brain tumor, kama vile ambavyo mtakwambia kwamba mtu ambaye ana sweat sana ni moja ya dalili ya kupata ukimwi, ama mtu ambaye nywele zinatoka ni moja ya dalili ya ukimwi, ama mtu ambaye ana lose weight mara kwa mara ni moja ya dalili ya dalili, lakini haimaanisha kwamba sahii ukilose weight na kilo mbili, oh, wewe una ukimwi. It doesn't mean ya kwamba wewe kila wakati ukiwa na sweat sana mara kwa mara it means that una ukimwi. Lakini ni moja ya dalili ya kwamba uko na ugonjwa ukimwi. I think um, uh, nimeeleweka mpaka hapo, na dalili nyingine ni kutembea kwako sometime unajipata unatembea, lakini ile vile, kadri unavyotembea unajipata sometime unaanguka bila kujishtukizia kwamba uh, you on a move ama umesimama fu uhatari umeanguka. That is one sign of fear, brain, so, sababu, eh, ya, ya brain tumor. So tumwombeni mwanadada yetu kwa sababu 70% ya wale ambao wamefanyiwa operation ya brain tumor wamesave, lakini 30% of them tumewaacha ama, 30% of them hawakufanikiwa, hawakufanikiwa ku, uh, hawakufanikiwa, yani kurudi normal ama hawakufanikiwa kurudi uhai after ile surgery ambayo huwa inaenda masuala mazima ya brain tumor. Na most of these people ambao wanaenda kwa brain tumor pia wa, um, surgery once wakishapasuliwa na wakisharegeshwa, inabidi waende rehabilitation, wakae kwa muda usiopungua kama miezi miwili, ili waangaliwe na washughulikiwe na watu ambao wako na ujuzi na masuala mazima ya ubongo mpaka ile time watakapokuwa vizuri ndo achilie ende zao makwao. So kile kitu ambacho tunafurahia sana tukimwona mwanadada wetu ametoka kwenye janga moja ambalo lilikuwa linamtesa sana pamoja na mtoto wake, sasa tumepata janga lingine zaidi. Kikweli nimeona some uh, few comments watu kua akisema kwamba kuwekwe namba ili watu waweze kumchangia ama kuwekwe kama kuna mahitaji fulani ambao unahitaji, watu wako tayari kusimama na huyu msichana ili aweze kuchangiwa ili arudi zake uh, ile hali yake kawaida na rudi zake nyumbani, ili familia yake pia vile vile iweze kusikia raha, baada ya kuwa amempokea, kwa sababu familia yeye, aliweza kuongea na familia, kwa sababu sipitali walikuwa hawana uwezo wa kumpasua mpaka familia yake ikubaliane na ile hali nzima ya kufanyiwa ile operation. Na hapo jana, familia yake ilikubali na kutoa uh, ilitoa ile kauli ya kwamba yes you can go on with that operation. Hivyo basi ni dua tu, na Halima anaomba dua kutoka kwetu pia sisi, ili tuweze kumwekea dua ili process yote mzima iweze kufanikiwa na iende sahihi ama iende sawa sawa vile ambavyo inahitajika na arudi kwenye hali yake ya kawaida. Kikweli ni msiba mzito ama ni janga zito ambalo linampata huyu mwanamke, lakini huwa tunasema sote tunapatikana mitihani ambayo hatujui kama mitihani ile Mwenyezi Mungu ametupa kwa minajili gani. Ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu aweze kutukinga na maradhi kama haya, aweze kutulinda na aweze kutupa mwelekeo ambao ni bora zaidi ili tunaporudi makwetu, wale ambao wamesafiri warudi wakiwa wako salama salimini. Please make sure to subscribe like and share this video.